Sisite kusema kama mna jambo ambalo mnaona halijakaa sawa katika eneo lenu mnakofanyia kazi, fikeni katika ofisi ya serikali, fikeni kwa mkuu wa wilaya, fikeni kwa mkuu wa mkoa, na ikipita iki huko, njoni hata kwenye wizara, njoni hata kwenye ofisi yangu. Na nikupongeze Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa mfano huu ulioonesha. Nimeshapita na maeneo mengine hiki ndicho Dkt Samia anachotaka viongozi waende kusimamia na kushughulikia, waende kushughulikia matatizo ya wananchi, waende kutatua kero zinazowakabili wananchi. Mifano hii ni mizuri, na naelekeza na kwingine kote. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI waandikie na kwingine kote wafanye namna hiyo na, na wachukue hatua. Hatutaki watu waonewe. Kama hivi juzi nilipata kisa kimoja kwa mama moja hapa Salasala, anaitwa anaitwa Asha. Yule mama alinunua eneo mwaka elfu mbili na tisa imeishapita miaka karibu, karibu kumi. Akaenda mtu mwingine akasema yeye ndo kanunua hilo eneo na kaweka na kibanda. Walipoenda kwenye, kwenye, kwenye mabaraza ya ardhi ya kata yule mtu akashindwa kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii anazungusha tu, anazungusha tu, kukabidhi akabidhi yule mama. Ameshazunguka, anazunguka, anazungushwa, akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namwelekeza ndani ya siku saba awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. ndani ya siku saba awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu alafu kiubabe tu na kwamba wewe una, una, una mali una fedha unang'ang'ania tu.